Bila shaka mamaangu, wewe we, ningeomba tu geuki kidogo nione alichokupa Mungu <golak> mama yako au <golak> hapa. Nikitoka hapa manake naenda muzi. Mungu aha, nitakuwa wale. Umenipa ahadi isiyokuwa na matunda, si ndio? Kwa nini watu wanakusifia eti wewe mzuri? Mbona wewe kinyago? Mama, sikiliza, kama una pazia mimi nitaweka pazia kwenye uso wako Usinitazame. Lakini nakuja kwa mwendo wa mpole. Mwendo wa istaarabu kwa sababu najua nishia kukosea. Kwanza la mpenzi, kwanza mpenwa, I'm sorry, I'm so sorry. Na kwa sasa hatujui ameharibiwa ama pengine ametumia dawa zile zile ambazo vijana huwaga wanatumia. Subiri, subiri, kwa nini na wewe unasumbua

Suu. Oh, hapi hapi hapi, hapi, hapi. <laughs> Mtoto mwenye leo nzuri, mtoto mwenye shedo, mtoto ameumbika kweli kweli, mi sijui kama jina gani nikupei, mtoto mwenye kusaidia watu, mtoto mwenye kuelewa elewa watu, wewe unajua. <laughs> Mda mwingine nakosa nikupe jina gani, lakini jina lako la hapi ninanipa tena duniani mnajisi. Sasa sikia, nikuambie nilonileta hapa ni <laughs> kitu kimoja sawa. so, nimekuja nahitaji kama kamsaada kidogo tena, sikamsaada kwa sababu nakupa pesa zangu, yani hapa unanisaidia na mapeni kwenye simu yako ya elfu moja sawa. so, eh? <tuh> ah, Bro, vipi? Salama sana. Hai, kaka. Ni stories zinasemaje? Uh, ni kama ziko pale pale. Ila sijafurahishwa na jinsi mnavyokaa hapa, basi na kufanya chochote. Kwa hiyo mimi nikaona basi acha niendeni town, nitafutishe kidogo kama nitapata kazi ama kama wataniajiri na kupata riziki kidogo na maisha yaendelee poa. Mm. Napo sasa ndo umekuwa. Najua ni mwanaume na lazima ujitofautishe na ume, wanawake. Basi kama umeamua kufanya vile kwa ajili ya kazi, fanya tenda, hapa ni mjini zaidi, kwenye huu mji wetu wa Butembo. Upata kazi sio rahisi, inakubidi kupambana kutafutisha hadi ukipate, na imani kwamba Mungu atasaidia. Kwa sababu mimi nimesoma kidogo na wakiniajiri, basi nitapata kazi nzuri na maisha yatakuwa poa sana. Kulu, umesomea <laughs> vitu vingi sana lakini kuna kitu kimoja umekisahau hapa Butembo, nikikwambia kupata kazi ni vigumu sana. Jisi gani kaka, kwa alizungumuza, ili mtu akupatie pesa lazima ufanye nini? Umtumikie ili upate, lazima ufanye nini? Ufanye kazi. Na haujajifunza kuhusu huyu mgini wa Butembo. Hapo kama si mtu mtu fulani, shida hapa. Ndo Butembo. Oh, unajua kaka Fisto pamoja na Delta hmm. Acha mimi niambie kitu Maisha haya kuna mengi bwana. Mengine tukuna, na, nayaachia na Mungu tu, eh? Ila kilichoshangaza sana kufika hapa mjini kwamba hamjabadilisha tarangi, hamjafanya chochote. Naona kwamba nyinyi tu starehe hapa. Eh? Basi mimi niwacheni. Nenda zangu. Wewe unaenda town. Eh, hey, nikwambie kitu kimoja. Mm. Ha? Sikiza. Hapa mjini achana na mambo yako ya Biblia Biblia. Hilo nalijua, nalijua pia hilo kabisa. <laughs> Ah. Mema, asante sana ah, naona okay. Nizungumze na mtu, ananitumia fedha mara moja, mimi nafanya kila kitu. <laughs> Mi siwezi kukupanga unanijua vizuri lakini hey, apa kikazi bwana, urafiki mbali na kazi. Mi hey, najua ya kuwa urafiki mbele na kazi. Uta nichukia, wenta kuchukia. hmm? Wenta kuchukia. Mdomo mzuri hivi, mdomo na wewe, Mungu wa kaka umba lini wewe? Lakini na wewe siku gani bwana, tutazungumza naona mambo. Lakini tusemeshe kweli, usinipange bwana. Wewe vipi? Basi haya, basi nilikuwa tofauti kidogo, si unajua tena semu yangu nilikuwa nimeweka nani ndio bosi, sasa siunaona pale, uliniambia wakati utatoka Ulaya tunaenda kutizama hiyo mali. Moyo wangu umeweka sahihi pasipo kalamu.

Sitaki unidanganye, si mtoto mdogo. Niambie ukweli, ni nani yule mwanamke? Usiniambie kuwa unaanza kunitofautisha ama kuniwazia kiasi hicho, mama. Mbona wewe mrembo, mama? Jiangalie mwenyewe kwanza, chini. Aa, unatembeza yule mwanamke ambaye nimepishana naye pale. Moyo wangu umeweka sahihi pasipo kalamu. Unataka? Yes. Hey, kumaanisha kuwa yule ni mpenzi wakuhusu mpango wetu huo inakuaje? Hapa. <laughs> <laughs> Sio, unajua basi tulikuwa tunapanga mipango yetu mimi na wewe basi, tulikuwa we, tunajua ini, ila, ila, ila, ila, kitu yetu ambayo tulikuwa tunasema nipata hivi hiyo. Naweka hapo naweka pale. Ndio basi.

Masaa simu yangu ndee. Kaka, usinivuruge hapa nilipo nimechanganyikiwa nakwambia, nikikushika nitakufinya au nitakumaliza maliza. Naomba simu yangu na pesa zangu. Kweli? Wewe utanimaliza kweli kweli simu yako hii? Wewe vipi? Pesa. Ah ah, nataka pesa yangu kaka, usinivuruge. Hapa nilipo nimechanganyikiwa nimevurugika. Wewe ulinipa kila kitu panaweza kuchanganya na makoti yako hiyo na ndovu yako hiyo. Wewe usikilize. Ah Ulipea simu nitafute pesa si ndio? Yaani pesa nimekataa kupata kwenye simu umenichukulia simu yangu. Wewe unahitaji nikufanyie nini? Kwa hiyo sasa nimekupa simu yako na pesa sikupi, nakwambia. Nikaya sikia kwa masikio ya kimya, sikujua maneno au ni ndoto oh, yalinipitia moyo wangu, umeweka sahihi pasipo kalamu, macho yanacheka, moyo nalili ya mapenzi

Mimi hapa sikuja kuongea mengi ama sikuja kuongea ndani, naweza kuongea tu hapa hapa, kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi nataka. Ni iko hivi, nisikilize Delta. Yaani, kwenye familia yetu sisi, ukishampenda mtu unahakikisha kuwa umempenda kweli, hakikisha kuwa usimchiti. Kwenye ukoo wetu mambo ni magumu, yaani familia yetu sisi inaavya kwake hapo utakuwa umejitafutia matatizo mwenyewe, na usinihusishi na maanisha. Dad, siongei yongei tu na maanisha, kwa sababu kwenye familia yetu kuna masharti. Yaani kwenye ukoo wetu sisi ukishapenda mtu ukishamweka kwenye moyo wako, jua huyo huyo ndo ambayo utaishia, so napiga kukupa tafdari Ah, ah. Ele se fez o que tinha Unaweza kuongea hivyo ila, mi sijui roho yako inapanga nini. Usione kama mwanamke barabarani tikana shepu ni kazuri, afu unaanza kukatamani mani, unanisahau kuwa mpenzi wako niko kuli hapo, baba, kitakacho kukuta baba yangu. Usinihusishi nimekwambia, kama mi sikuja kuingia ndani. Nimemaliza kukwambia, nimekuambia kitu ambacho kimeanza. Naondoka. Nikayasikia kwa masikio ya kimya, sikujua maneno au ni ndoto. Yalinipitia moyo wangu, umeweka sahihi pasi pasipo kalamu, macho yanacheka monalilia mapenzi oh, oh, hadi, ah, hadi sumu, na, na, na.